Wa Samaria TV kama jinsi unavyoona, shabiki wa Simba, hali ni mbaya, amezimia hapa studio. E, dada, njo umpepee njo umpepe. Njoo ni msanii wa e, Bongo Movie na fikiri ndo main character wa siri zetu ya chizi ambayo inabamba. Wa Samaria amezimia baada ya kutoa e, e, sale na, na, na na ex prince ya Tunisia hapo, amezimia bwana, kama jinsi unavyoona katoka uwanjani eh, ameanguka hapa, na nafikiri anapata upepo kidogo e, hali ni mbaya kiukweli, hali ni mbaya, hali ni mbaya lama oya, hali yake ni mbaya kiukweli, kazimia bwana. Tukizungumzia jijini Dar es Salaam, Abdalla Kingwande, nikikumbuka e, uh, kuna mzee wako mmoja anaitwa Mzee Mkopa wa Momboka kule Kijichi, kule Kijichi hiyo tunazungumzia Rufiji kabisa. Rufiji. Yule ni nyamwenye nyamwenye, yule bwana, leo umependeza sana. Asante sana. Umependeza profesa. Umependeza kulikweli kiasi kwamba e, alafu leo nimemuona na, na umekuja na mama watoto ndani ya studio hapa <laughs> Sasa kwa tafsiri tunasema tuna leo bundi anawika wa Samalia <laughs> mana siku zote tunaonaga bundi anawika <laughs> eh, viwanja vya Msimbazi, eh, Msimbazi. Hey. Ni, leo bundi anawika wa Samalia, hey. E bwana kwanza tu, uh, eh, tuangazie hapa mechi za klabu bingwa barani Afrika, tukizungumzia huu mkondo wa pili huu na leo kwanza tuanze tu, jana baada ya Young Africans kukutana kwenye viwanja vya New Amani Complex pale Zanzibar, Young Africans kaweza kutoa sare dhidi koli ya mafarao yes, dhidi ya mafarao kule nchini Misri, ukizungumzia eh, watu wazito Al Ahly, baada tu baka kuiko kuikomboa eh,

Hivi una unafikiri kwamba mpaka <coughs> sasa hivi Young Africans tunahesabu, wana pointi tano. Young Africans kwa sasa mm. ana pointi tano Professor Mandela mm. lakini ana tunasema kuna kitu hata goli aggregated pale. Yaani kuna minus eh, mm. na kuna plus. Sasa kwa Yanga wamekuwa na minus, maana wana deni ya goli moja. Mm. Eh, kwa hiyo wana loss goli moja, ni hasara tunasema. Wakati anaongoza Ahali ana pointi nane akiwa mm. na goli tano kibindoni, hizi ni plus. Eh, tunasema jumlisha Kiswahili fasaha. Yaani mm. eh, na mtu wa pili sasa kidogo ilinishangaza jana, na Profesa Mandela baada ya websaiti ya Kafu online mm. mm. baada ya mechi ya Esfarabat kushinda goli moja zaidi ya J.S. Kabarie mm. nikaona bado msimamo Yanga anaonekana wa pili, wakati anadaiwa goli moja mm. na huyu Faesiarbati akiwa watatu, wakati hana anachodaiwa. Yaani mm. eh, hana faida wala hana asala. Mm. Wakati huo Yanga na point tano ana hasala mm. ya goli moja. Mm. Ya, sasa kidogo iliwachanganya ili mashabiki naona mm. ni waweke sawa mashabiki wa Wasamalia, ama kupitia wa Samalia Media mm, ile faida kubwa ambayo iliyofanya Yanga kuwa nafasi ya pili wakiwa na, wanadaiwa goli moja wakati hawa AS FAR Rabat wakiwa namba tatu mm, na hawadaiwi mm. watu iliwashangaza kwa nini Rabat sio wa pili, ikumbuko Yanga alifunga FAR Rabat. Kwa hiyo mara nyingi sana Kafu wanaangalia ile ile wanasema wanasema uso kwa uso mlipokutana, wewe na wewe, wewe na yule mm. nani alimbabua mwenzie? Yanga alifanyika kufunga Sirabati, kwa hiyo Yanga alikuwa nafasi ya pili mm. kwa kigezo hicho, Profesa Bandela, kwamba alimpiga Sirabati pale katika dimba la wanaita wenyewe Gontanamo Yanga, lakini mimi nasema ni dimba la Amani Complex Zanzibar mm. na, na, na jana bwana, baada tu ya, ya mechi kutamatika eh, kutoka sare ali hali moja Yang Africans goli moja. Uh, ikatokea sitofahamu Yang Africans nchini hapa Tanzania wakawa wanasoma madua kwamba walikuwa wanamwombea farabati eh, aweze kugongwa na jes kabri eh? Yes, e, hii ilikuwa ina maana gani? Kwa sababu maombi yalikuwa ni mengi, afungwe, afungwe, afungwe farabati afungwe hii hi, hi, ilikuwa inaashiria nini kwa kwa upande wa Young Africans? Hii, Profesa Mandela, wengi mm. sana walikuwa hawajielewa mm. usani wapenzi wengi wa soka barani Afrika na Tanzania na Dar es Salaam kwa ujumla. Faida kubwa ya Yanga kufanya dua baada ya wao kutoa sare na ahali moja moja, mm. wakisubiria mchezo wa saa moja ya usiku kati ya AS Rabat ambaye alikuwa mwenyeji mm. katika viunga vya jiji la Rabat pale Morocco, mm. ambapo JS Kabylie kutoka Algeria waliwafuata pale. Mm -hmm. Yanga ama mashabiki wa Yanga walikuwa naomba dua Je, iskabali ashinde ule mchezo mm. ima apate sare. Kwa nini walikuwa naomba dua na kutaka matokeo haya kwa mm. sababu ikumbukwe, diana, mm. ikumbukwe Farabat baada ya kushinda mechi ya jana amepata pointi tano mm. Yanga baada ya sare ya jana amepata pointi tano mm. lakini kitu ambacho Yanga walikuwa naomba dua maana yake, kwa sababu baada ya mechi ya jana Yanga na ah, mm. wanasafiri profesa Mandela, mm. wanaenda nchini Morocco katika jiji la Rabat mm. ambako sasa wanakutana na Farabat mm. Sasa dua lile la Yanga maana yao mm. kama Farabati angefungwa jana angebakia na pointi zake zile zile mbili, zile, zile, zile mbili zile, na js Kabarie angekuwa na pointi tano mm. lakini ikumbukwe Kabarie baada ya mechi ya jana profesa Mandela mm. anakutana sasa na ahali mm kitu ambacho tunasema ni maji kupanda mlima, kitu ambacho hakiwezekani mm. kwa hesabu za kawaida mm. kwa hiyo dua la Yanga tafsiri yake Profesa Mandela, walitaka Rabati afungwe ama tuhesale, ili wao kwa sababu tarehe kumi na tatu ya mwezi huu wa pili Profesa Mandela mm. ikumbuka tarehe moja mwezi wa pili mm. Yanga wanakutana na Fa Rabati katika jiji la Rabati, Moroko mm. sasa kama Fa Rabati ana pointi tano, Yanga ana pointi tano, watapakutana na Fa Rabati anakuwa nyumbani mm. maana yake kama Yanga atapoteza Profesa Mandela, Farabati atakuwa na pointi nane mm. kitu ambacho kwa Yanga ni kibaya zaidi, atasimama na zili pointi tano mm. Sasa hilo dua ambazo yangu wako anaziomba, maana yake tafsiri yake Mandela ni hiyo mm. Apoteze Farabati abaki na pointi mbili mm. hata kama ikitokea Yanga anafungwa ugenini na Farabati mm. basi zile pointi tano zinakuwa zimestendi pale kwa kila mtu mm. na kila mtu anabakiwa na mechi moja. Yanga atabakiwa na Jesse Kabarie, mechi ya nyumbani mm. na Farabat anasafiri mm. kwenda katika jiji la, la Cairo mm. kitu ambacho inajulikana uhasama baina ya Farabat na Ahali. Mechi mm. ya kwanza Ahali walipigwa sana mawe, walifanyiwa vurugu sana profesa, mpaka mm. ikatokea jana Farabat amecheza na Jis Kabarie, uwanja ulikuwa mtupu mm. haukuwa na mashabiki, kile ni tunasema wamepata adhabu baada ya kufanya vurugu ah mm. na mechi ilisha kwa sare <coughs> ya goli moja kwa moja kwa hiyo ikumbuke, nao Ahali wana kisasi kwa Farabat mm. wanapokuja katika jiji la Cairo mm. watakumbuka kile ambacho ulifanyiwa mm. na nyinyi sasa mmekuja nyumbani. mm. Wanasema wenyewe ubaya ubaya ubwela